This product with the use in agriculture in East Africa, May 2025. Ikilenga matumizi ya nishati jua katika kilimo. Na ukiisoma ripoti hii ndani yake kuna mambo ambayo wamebaini. Kwanza, uandishi wa habari zinazohusu masuala ya nishati jua ulikuwa chini sana hapa nchini. Lakini angalau umeongezeka kutoka wastani wa habari sitini na tatu hivi kwenda mia na kumi. Hiyo peke yake inakuonyesha kwamba mafunzo, kuna kitu yalifanya, na ongezeko hilo ambalo linachukuliwa kama asilimia 79 linaonyesha kwamba mafunzo yal, yal, yalizalisha kitu fulani katika wanahabari hapa nchini, kuona umuhimu wa kuandika habari za umeme unaotokana na nishati ya jua. Lakini eh, nishati jua ujue, ni sehemu ya nishati safi. Nchi yetu ipo katika mpango wa nishati safi, na ukisema nishati jua eh, wengi wanajiuliza hii inasaidia nini kilimo? Ah, ukiangalia habari zilizoandikwa, kuna maeneo matatu ya msingi ambayo yanahusisha eh, swala la nishati jua katika kilimo. Moja ni umwagiliaji lakini pili ni kuhifadhi, uhifadhi wa bidhaa ambazo zinazalishwa. Baadhi ya nchi na baadhi ya mikoa na baadhi ya maeneo hapa nchini yanatumia nishati jua kukausha mazao, yanatumia nishati jua kuzalisha ubaridi kwa ajili ya kuhifadhi katika vyumba vya kuhifadhia mazao. Asante uh. Jina langu ni Helen na Chilongo, mwandishi wa Mwananchi, naandikia gazeti la Kiingereza The Citizen. Uh, kwanza kabisa napenda kushukuru kupata hii fursa ya kutupa elimu kuhusu umemejua, na kwanza inalizisha ukiangalia na ripoti yenyewe ilivyosema mwanzoni, mwanzoni tumeona nchi zote tatu ninasema kwamba ulikuripoti maswala ya umemejua ulikuwa chini na sasa hivi ina, inaonekana umeongezeka, na kikubwa ambacho ningependa kusema kwamba changamoto kubwa katika sekta ya uh, vyombo vya habari ni maswala ya, uh, ya fedha. Hela ni kitu kikubwa ambacho kinarudisha nyuma nyuma um, kuripoti masuala haya, kwa sababu wamiliki wengi au wenye vyombo vya habari wenyewe sidhani kama wanaweza kafocus kwenye masuala yanayodili na umemejua, wakati wao wanataka kufanya biashara. Kwa hiyo hii hawa wa, wa, wanavyokuja wafadhili na kuja na initiative hii ya kutoa funds ku, kusupoti vyombo vya habari, naona itapunguza sana changamoto kwa kiasi kikubwa kikubwa sana ni <coughs> fedha na interest pia, ya vyombo vya habari wenyewe, vyombo vya habari wenyewe au na waandishi wenyewe, tunatakiwa sasa tuwe na interest, kwa sababu unaposema umemejua inaleta na chakula. Kwa hiyo tutakapokuwa na interest na sisi wenyewe, itatatua sana na changamoto kwa kiasi kikubwa. Ni hayo tu. Upo muhimu mkubwa wa kufanya tafiti kama hizi uh, kama tunavyoona kwa ripoti iliyotolewa leo, kweli inaonyesha japo kuna ongezeko lakini bado hali sio nzuri. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa taasisi kama hizi kuendelea kufanya hizi, hizi uh, tafiti ili hizi ripoti zitakapokuwa zinatoka uh, pia mamlaka ambazo zinahusika zitakuwa kwenye nafasi nzuri ya kufanya ya kuchukua hatua kwa sababu itakuwa inaonyesha uandishi wa habari hawa ripoti. Pengine kuna nafasi kubwa ya kutokuripoti kwao kunachangiwa na kwamba matumizi yako chini, hakuna watu wengi ambao wanafanya hivyo. Kwa hiyo pengine mambo yatakavyozidi kuendelea kufanyika, hatua zitakavyozidi kuendelea kuchukuliwa, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hatua zikaendelea kuwa juu na matumizi ya umemejua ya yakaendelea kuwa juu, kutokana na kwamba awareness inaendelea kufanyika kwa watu na watu wanaendelea kujua ni nini hasa wanatakiwa kukifanya. Asante. Uh, mimi naitwa Darius Mukiza ni mwadhiri chuo kikuu cha Dar es Salaam shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma. Lakini hapa tumekutana kuzindua ripoti ya, uri, ya uripoti wa habari za matumizi ya umemejua katika kilimo. Hii ripoti imefanyika mwaka jana na imezinduliwa leo na imefanyika katika nchi tatu za Kenya, Uganda na Tanzania na imehusisha vyombo vya kitaifa na binafsi. E, lengo kubwa ilikuwa ni kuangalia ni kwa namna gani vyombo hivi ambavyo vilichukuliwa kama sampli vimeripoti mambo ya sura katika kilimo, kwa kuangalia vigezo mbalimbali vikiwepo frequency na mara ngapi, kuangalia prominence, habari zinakaa ukurasa wangapi, zinatokea sehemu gani, kwa kuangalia gender, kwa kuangalia vyanzo vya habari e, kwa ufupi ripoti inaonyesha kwamba ukilinganisha na habari nyingine zilizoripotiwa kwa vyombo vya habari kwa kweli habari za matumizi ya solar katika kilimo bado ni ndogo sana, kwa sababu unakuta kama kwa ujumla hii ripoti katika vyombo nilivyovitaja hapo awali, unakuta tumekuwa na stories mia moja kumi na tatu kwa mwaka mzima, lakini ukienda kwenye habari nyingine unakuta ziko stories nyingi sana.